Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu. Bismillahi rahmani rrahim. Tungali tunaendelea na mazungumzo yetu na wakina baba walezi wa familia e, imepokelewa kut, hadithi kutoka kwa Ibnu Abbas kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akisema: man dakhala suqa fashtara tuhufatan, atakayenunua miongoni mwenu atakayeingia sokoni miongoni mwenu akanunua matunda. Anasema fahamalaha ila iyale Ikisha akayabeba matunda yale kuelekea nayo katika familia yake, anabeba zawadi kuja kwa wanaye. Kana kahamili sadaqatin ila qaumin muhawij, atakuwa ni kama vile mtu aliyebeba sadaka kuwapelekea masikini kuwapelekea watu wenye haja wanaohitajia. Anasema waliyabda bil inathi qabla dhukuri, akifika nyumbani, ukifika nyumbani, we baba mlezi, baba mwenye familia, baba wa familia uanze kuwapatia watoto wa kike zawadi kabla ya watoto wa kiume. Anasema fa inna man farraha bnatan, anasema hakika mwenye kuwamfurahisha mtoto wa kike fakaannama ataka rakabatan min wuldi Ismail, ni kana kwamba amemkomboa mateka, amemkomboa mtumwa kutoka katika e, bani Israeli, wana wa Israeli, watoto wa Nabiyullah Yaqubu wa zama zile kizazi kile, umemkomboa mtoto umemkomboa mtumwa kutoka katika eh, wana wa Israeli. Anasema wa man aqarra biaini ibnin, na mwenye kumfurahisha mwana kijana fakaannama baka min khashiyatillah, ni kana kwamba amelia kwa hofu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wataala. Wa man baka min khashiyatillah, na mwenye kulia kwa hofu ya kumwogopa Allah Subhanahu wataala udkhila jannati naim, ataingizwa katika pepo za Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo baba mwenye familia, mlezi, jitahidi ukiingia nyumbani kwako, wewe ni mlezi, na mlezi anabeba zawadi. Zawadi zinatengeneza mapenzi kati yako wewe na wale unayowalea. Jitahidi kadiri unavyoenda nyumbani kwako kila siku, ukienda nyumbani, ukiweza beba kamfuko kidogo, ukifika kipatikane cha kupokelewa wewe, sio unafika na koti lako tu. wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh